Yule mchaji Mungu, nasema kila mmoja athamini nafasi ya mwenzie. haijalishi haijalishi unafanya hayo wakati gani au uko kwenye kipindi gani ndani ya Qurani Mungu wetu anasema hivi ya ayuha alladhina amanu kunu qawamina bilqisti Enyi mlioamini simamieni uadilifu, simameni sawasawa, asipatikani yoyote wa kumdhalilisha au kumdharau mwenzi wake. Uislamu unatufundisha maelewano, heshima, kuthaminiana, kila mmoja kumheshimu mwenzie, haijalishi ni wakati gani. Tumeusiwa sana sisi Waislamu, hii nafasi moja, tunu namba moja ya utu, kuishika kisawa sawa. Mpaka mtume wetu katika mafundisho akasema, la fadhula liarabiin ala ajamiin wala liajamiin ala arabiin wala ahmarin ala aswad wala aswadin ala ahmar illa bitaqwa. Hakuna mbora Mwarabu, labda mtu mweupe au mtu mweusi, sio mbora. Mbora wenu yule ambaye nimwogopa Mungu. Kwa sisi kama wanadamu, tuwatakiwa sisi wote tuheshimiane na tupendane. Tunu ya pili ni uzalendo. Nikirudi pale juu, tunapozungumzia utu katika nyanja zote, nyinyi ambao mnasimamia uchaguzi, kuna shida zingine zinaletwa mtu kwa, kwa kuto kujitazama tu. Emu, tazama utu wako. Hawa watu vyama vya siasa viko Tanzania kumi na tisa wamewekeza gharama kuingia kwenye uchaguzi, wamepoteza muda, emtambua nafasi yao, na wenyewe njoo. Tumi ya pili niliigusa pale wakati wa mkua mkua, tunaya kuhusu uzalendo, gari inasukumwa inaiunganisha na, na, na, <coughs> na, na, na, na tukio la uchaguzi.